Kukua kwa teknolojia hiyo kwa kasi sana na kufanya mazingira yanayozunguka utumishi wa umma kuwa kwa lugha ya wenzetu, kuwa very complicated na ina challenge kubwa. Hivyo serikali, kwa sababu mazingira yanabadilika na dunia inabadilika kwa kasi, ikaona kuna umuhimu na yenyewe kuona umuhimu wa kutumia teknolojia hasa akili unde katika utendaji na utoaji huduma kwa wananchi. Ndugu washiriki, ndio dhahiri kuwa kama ilivyosema Uh, mabadiliko ni makubwa katika mazingira na kasi ya mazingira hasa kwenye ukuaji wa teknolojia ni kubwa. Sasa tulishoona kwamba kwa sasa hivi tusiachwe nyuma, na sisi serikali tutumie teknolojia hasa akili unde ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanafaidika na huduma zinazotolewa na serikali kwa haraka kuliko ilivyokuwa huko nyuma, sio haraka tu na kwa kasi, na hasa kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo fursa hii, ndugu mkuu wa chuo, na wenzangu tuliomo humo, tunaamini itasaidia sana serikali, itasaidia serikali kupata majawabu sahihi kwa nyakati hizi tulizo nazo, ili tuweze kutatua changamoto za wananchi na tuweze kuwafikia kwa wakati. Najua kuna juhudi zimeanza, si serikali haijakaa kimya, kuna juhudi mbalimbali mbali, tumeanza kuzichukua kuhakikisha kwamba utoaji wa huduma unatumia teknolojia za kisasa maeneo kama ajira maeneo, kwa mfano sasa hivi tunahakikisha kwamba mwananchi anapotaka kuwasiliana na serikali tunatumia mifumo hii, na tumeanza na safari hii. Uh, tuarifu kwamba ni ya matumaini makubwa sana. Ndugu washiriki, ni hakika majadiliano haya ya leo na mjadala ni mjadala wa kipekee kwa watumishi wa umma kuweza kujifunza naweza kubadilishana uzoefu na kuangalia namna bora ya kutumia uh, akili unde katika kuwafikia na kuwahudumia wananchi wetu, ili tuongeze ufanisi na uwajibikaji katika utoaji wa huduma. Lakini pia ni fursa ambayo itawapa na kufahamu miiko na mipaka katika kutekeleza majukumu ya tuliyonayo. Najua teknolojia ni rafiki sana lakini kwetu sisi upande wa serikali au utumishi wa umma ina mipaka yake. Najua tukiitumia vibaya kuna changamoto nyingi zaidi, tukiitumia vizuri zaidi itakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri tukajua miiko na mipaka ya matumizi ya teknolojia hizi. Ndugu washiriki, kwa kuzingatia kwa mazingira tulionao sasa yanailazimisha serikali kutumia teknolojia hizi hasa akili unde katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Nitoe wito kwa taasisi ambazo zimepewa dhamana ya teknolojia ya habari na mawasiliano na hususan chuo chetu cha utumishi wa umma kuongeza ubunifu na kufanya utafiti ili kupata teknolojia sahihi ambayo inapaswa kutumika katika utumishi wa umma. Kwa hiyo nisisitiza umuhimu wa kufanya utafiti, kwa sababu teknolojia ni pana, nyingi. Sasa hivi kile unachogusa teknolojia inakupa majibu lakini siamini kwamba zote tunahitaji hasa serikalini na hii ni changamoto hata katika mazingira yanayotuzunguka vijana wetu leo wanatumia teknolojia wengine vizuri wengine vibaya ikitumika vizuri ina manufaa sana na ikitumika vibaya inaleta changamoto sana hasa za kimaadili lakini lengo letu kubwa sana serikalini ni kuhakikisha kwamba tunaharakisha utoaji wa huduma na sio hivyo tu itatuwezesha kufanya maamuzi sahihi na waka, kwa wakati na tunatumaini vile vile teknolojia hii tukiitumia vizuri itatuongezea ufanisi, lakini siyo hivyo, naamini pia teknolojia ikitumika vizuri itapunguza sana matumizi ya rasilimali fedha. Jukumu la kujadili, kutoa elimu na kubadilishana uzoefu kwa kutumia majukwaa ya mabadilishano katika eh, masuala mbalimbali ni miongoni mwa majukumu ya Chuo cha Utumishi wa Umma kwa lengo la kuboresha na kukuza utumishi wa umma ili kuendeleza utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Leo tumekusanyika kujadili moja ya nguvu kubwa ya teknolojia zinazobadilisha na kuongeza ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika utekelezaji wa utoaji huduma katika utumishi wa umma. Huduma wa umma tunatumia eh kwa kutumia akili memba yani, artificial intelligence. Mdahalo huu unaokutanisha watunga sera, wasimamizi wa huduma za umma, wataalamu wa teknolojia, wanasayansi wa data, wasomi, sekta binafsi, asasi za kiraia na umma kwa ujumla. Mchaganiko huu wa wadau unahakikisha mijadala yetu inakuwa shirikishi, mipana na yenye mtazamo wa mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tutajadili namna AI, artificial intelligence, inavyoweza kuboresha utoaji wa huduma, kuimarisha maamuzi ya kitawala na kushughulikia masuala nyeti ya kimaadili na uwajibikaji bila kuleta madhara ya kiutendaji wa, wa matumizi ya teknolojia. Technology is coming and is here to stay. Kwa hiyo jambo muhimu kabisa, wewe kama mtumishi wa umma kwanza kwanza kabisa, wewe ni lifelong learner. Kwa ni nini lifelong learner? Yeah, yaani, usema wana saa hizi mimi tena nishakula kitengo hapa sitaki tena kujifunza, sio ndio? Ndaya, okay, mm -hmm. Lazima uende, ukajifunze, kama unafanya kozi kwa mfano shughuli zako za kila siku msingi wa accounting. Ukiandika tu Google AI for accounting, zitakuja kozi kibao. Fanya kozi ya AI for accounting ili uone AI ina impact sekta yangu ya accounting. AI for researchers, ability yako ku process papers na kusoma at a faster pace kwa ajili ya kubuild a strong case. Uh, AI for academicians, uh, AI for engineers. Kwa hiyo nenda kata katafute hizi courses. Nenda katafute hizi activities, nenda ingia YouTube, learn something new. <coughs> video of lifelong, Life <coughs> hizi technologies are here, and they are here to disrupt you, and they are here to stay. Lakini eneo la pili ambalo also ni critical, uh, you have to develop the four C's, especially kwa wale watumishi wako ambao wanaingia sasa, kwa sababu AI itachukua kazi zote, lakini haiwezi kuchukua activity ya binadamu, haiwezi kuchukua critical thinking ya binadamu, haiwezi kuchukua effective communication, kwa sababu binadamu inabidi communicate effectively kufanya kazi pamoja, na vile vile, yaya haiwezi kuchukua hiyo ability to collaborate and work with others, for develop emotional intelligence iweze kufanya kazi, iweze kufanya kazi na mzima. Jina langu naitwa Majoro Karokola, imekuwa mshiriki wa majadiliano haya yaliyohusiana na matumizi ya akili mnemba kwa kweli nimepata manufaa makubwa sana. Mwanzo mimi kabla ya kuingia kwenye haya majadiliano majadiliano nilikuwa na hofu sana na AI, eh, na kwa kweli sikujua hata eh, kwamba ina manufaa makubwa sana, lakini mimi kama mjasiriamali na mtu ninayepambana na maisha ya kila siku eh, ya kutafuta nafikiri ya kilimembe itanisaidia sana eh, katika kuboresha shughuli zangu pale ambapo nilikuwa naona ugumu, kumbe nimegundua kwamba ni rahisi sana sasa kufanya shughuli zangu eh, kwa kutumia kwa hiyo. Na kwa sababu tumeshaambiwa kwamba teknolojia ikija hairudi nyuma, na kwamba wale wawezeshaji wametuambia kwamba sasa ni aidha tuende nayo au tuperish, kwa hiyo mimi nafikiri sasa nitajikita kabisa katika kufanya shughuli zangu kwa e, kutumia akili mnemba na nashukuru e, kuona kwamba chuo hiki cha utumishi wa cha utumishi serikalini kimeandaa majadiliano kama hii, kwa kweli yamekuwa ya manufaa, na nashukuru kwa kupata mwaliko huu, umenifanya mpiga hatua kubwa, na nafikiri kwamba mambo yangu sasa yataenda vizuri katika shughuli zake.